Yeah. Yeah. Yeah. Mala nasikia huku amna mambo ya wivu wa mapenzi ila kuna wivu wa misitu. Uongo? Eh, sasa haya mambo haya fai <laughs> Hakuna hasara kubwa sana kwa miaka minne tu katika wilaya yetu ya Makete tumepata hasara ya kuunguliwa kwa moto ya zaidi ya bilioni 80. Ni hela nyingi sana na nyinyi, uzuri watu wa Makete mnaijua hela. Makete oye hela oye Wakinga oye e, Wakinga no matajiri wakubwa kwenye nchi hii ya Tanzania. Nasema uongo jamani? Watu wanapenda kusema Dar es Salaam Wakinga ni wachawi, lakini ukijua Wakinga vizuri, Wakinga sio wachawi. Mkinga akizaliwa anapanda miti anapandiwa miti anakaa anakuwa nakuwa na miti inakuwa akienda Dar es Salaam kutembea akienda kufanya vibiashara vidogo, akirudi huku akivuna msitu anapata labda milioni mia mia mbili, akirudi hmm, Dar es Salaam na yale mahela ah, huyu Mkinga mchawi Uongo jamani, kumbe alikuwa na jambo lake huku. Mtu anakuwa na mti unakuwa hapo, vipi? Kwa hiyo tunakubaliana, wakinga sio wachawi, wakinga wana akili. Hapo vipi? Kulongwa oye! Kwa hiyo sasa misitu hii lazima tuilinde kwa wivu mkubwa sana, na nielewa ndugu zangu mimi nime, oh, nimekwenda kijiji kinaitwa Mago, kiko kwenye kata ya Lupalilo <coughs> <coughs> eh, kata ya Lupalilo ya pale barabarani. Nimeona kile kijiji ni cha mfano, miaka mitatu moto haujawahi kukanyaga kwenye kijiji chao. Wanafanyaje? wakanionesha wanavyofanya halafu wao wamejigeuza, kila mtu kwenye kijiji ni mgambo wa moto. Nikawaambia mimi naenda ziara, nakwenda kuzunguka vijiji vyote, kusikiliza kero za wananchi, lakini moja ya kitu ambacho nitakwenda nitakwenda na nyinyi wanakijiji wa Mago, nitakwenda na nyinyi mkatoe elimu kwenye kata zote, ili watu muwafundishe nyinyi mnafanyaje, kwa nini nyiye mpati moto? Kama nyiye mmeweza kwa nini wengine na wenyewe wasiweze? Mnataka kuwaona, mnataka kuwaona, mnataka kujifunza tu, tuilinde kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo nimekuja na hicho kijiji, nimekuja na mkuu wa uhifadhi wa misitu, huduma za misitu katika wilaya yetu ya Makete, nimekuja na mtu wa faya naye atawapa elimu na afisa misitu wa halmashauri sasa wao waje wote hapa mbele nao, kama alivyotambulisha Mheshimiwa mkuu wa wilaya kuwa ni kijiji cha Mago ambacho kinadhibiti moto, kinapambana na moto kwa hali na mali kuhakikisha ukijana un, ukijani wetu huu unazidi ku, kuimarika na, na kila mmoja hapa nadhani anatambua kabisa kwa ukijani uliopo ndio unaotufanya mpaka sasa tuwe na hali zetu safi. Ukijani uliopo ndio unaotufanya kila hewa yetu hii tuipate safi mimi kama nilivyojitambulisha ndo mwenyekiti wa kamati hii hapa, na zoezilitakuja mbele yetu, tutaionyesha namna gani sisi tunadhibiti moto kwa kijiji cha Mago kwa kata Lupalilo, kwa kata zingine, na tunataka tudhibiti sasa kwa pamoja, na nyinyi kwa pamoja, tukiungana, tunataka tudhibiti wilaya nzima, tusipatwe na moto moto. Japo kwa eh, kwa upande wetu sisi anza, toka mwanzo huko nyuma haikuwa tu, tu, tu, kutumia mashine hizi Hapana, tulikuwa tunadhibiti kwa maana ya kuhimizana. Ndio maana tunasema Makete bila moto inawezekana, na Bulongwa pia bila moto inawezekana. Kwa hiyo sisi kama sisi kwetu kuna kawaida moja tumejiwekea, na kila mmoja ni mlinzi wa mwenzie, hakuna ushangazi wala ubinamu wala udada. Kwa yeyote yule atakayewasha moto popote pale kabla ya muda ule unaotakiwa awe, mamangu naenda kumkamata, na ukiona nimekuja kukukamata Bahati yako nimekuja peke yangu, jua elfu tano inakuhusu. Sasa tukija watu 20 zidisha mara tano. Hizo zinakuhusu. Kwa hiyo ukifika ofisini, umefikishwa hapo ofisini, cha kwanza kabisa unaanza kwanza na ile hela ya walinzi. Kama amekuja 10, jua elfu hamsini inakuhusu. Alafu baada hapo ndipo utaanza kuwajibishwa na serikali. Hivyo basi tulienda kwa kukamatana kwa mtindo huo, kwa kuhimizana kudhibiti moto, na mpaka mwisho wa siku walivyoona wenzetu sasa juhudi yetu imekuwa vizuri jinsi ya udhibiti wa moto, Ndivyo walianza sasa kutusapoti kutusapoti kuwa namna gani ukijani unaendelea kuimarika katika kijiji chetu, katika kata yetu na hatimaye sasa tunaenda kuimarisha ukijani katika wilaya nzima ya Makete. Nielekeze kikosi changu kuonyesha onyesho ambalo ndilo linalofanya kazi. Ni moto ambao upo <tiposan> juu ya mti nao hivyo, lakini wakati huo moto kuna moto unakuwa kwenye nyasi kubwa unakuwa mkali kiasi kwamba hatuwezi kusogelea, tunapambana hmm. Nao unao pia baada hmm. <inizdia> <laughs> ya hapo kuna moto ambao kuna moto ambao unakuwa ni mkali alafu una upepo mwingi na kataza nini kataza wote kwamba tunaweza unakaungua, hivyo basi lazima tuupige mtama yani, huo moto tuupige mtama kwa chini. Hiyo baada hapo, huo moto baada ya kufoza, sasa umeoza, umepungua nguvu, tunaufuata aa, sasa tunausogelea huo moto moja kwa moja ulipo, tunaanza kuuzima sasa, hapo ndo tunamalizia kwa <laughs> Hiyo ndugu zangu, ni waombe kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana tunapokuwa tunaandaa mashamba yetu, ili moto usije ukatutoroka na kuleta madhara kwetu binafsi, kwa wilaya na kwa serikali kwa ujumla. Unapopata hasara mwananchi wa wilaya Makete Sio wewe mwenye shamba tu, hata sisi TFS tunakosa mapato, serikali inakosa mapato, ukosefu wa mapato hayo, mapato ndio yanayosaidia kujenga hizi zahanati zetu. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu, lazima tuthamini rasilimali zetu na tuangalie mwitikio, jinsi tunaweza tukaenda haraka sana kunifanya nini, kupambana na nini, na moto. Katika Tanzania wilaya inayoongoza kwa kuwa na miti ya kupandwa ni Makete, naomba tujipigie makofi. Kwa hiyo wilaya yetu inafanya vizuri sana kwenye masuala ya upandaji miti, lakini changamoto kubwa tunayoipata wilaya ya Makete ni moto, utorosha moto kutokana na shughuli zetu za kibinadamu, hususani maandalizi ya mashamba. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe uchukua tahadhari ya hali ya juu sana tunapokuwa tunaandaa mashamba yetu, ili moto usije ukatutoroka na kuleta madhara kwetu binafsi, kwa wilaya na kwa serikali kwa ujumla. Unapopata hasara mwananchi wa wilaya Makete, sio wewe mwenye shamba tu, hata sisi TFS tunakosa mapato, serikali inakosa mapato, ukosefu wa mapato hayo, mapato ndio yanayosaidia kujenga hizi zahanati zetu nafikiri tunaelewana, ndugu zangu. Ndio basi, naomba nizungumzie, nimepewa dakika kumi za kumzungumzia za kuzungumzia mbinu ambazo tunaweza kuzitumia ili kupambana na moto.